Bwana mambo vipi mtazamaji na mwanamichezo mwenzangu bwana, pisha mbele hapo, pasha kwa kubaya, muda mchache unalia huku unasimulia bwana. Kutokea hapa Benjamin Mkapa ambapo e, tumekutana na wazee wa Simba Sports Club bwana, wana jambo e, kikubwa, wao wenyewe ndio watatueleza nini ambacho e, wanataka kutueleza, kutuambia. Tuko na wazee hapa bwana. Wazee, heshima yenu kwanza kabisa, kwema saizi kabisa, sa uh, sa mapema kabisa asubuhi mko Benjamin Mkapa. Mzee wangu mambo vipi? Ah, mambo ni mazuri kabisa nashukuru Mungu mm. Jina langu naitwa Suleiman Zakazaka zaka. mm. Tumekuja hapa leo, tuna siku kama ya nne tuko hapa uwanjani siku ya nne tuko hapa uwanjani. Fululizo. Fululizo. E, siku ya nne e, mmetafuta nini hapa? Sisi hapa tunachotafuta kuna tatizo ambalo sisi tumeliona la muda mrefu mm. la meneja wa uwanja huu mm na katika meneja wa uwanja huu yeye ana mambo mengi ambayo anayozungumzia kuhusu Simba kupoteza mechi yake ambayo tutacheza tarehe tisa siku ya Jumatano. Sasa sisi katika ya kum... shirikisho ya kimataifa, yeye anachozungumza kwamba lazima sisi tupoteze, na anashawishi watu kwamba sisi lazima tupoteze mechi yetu ya Jumatano, na yeye yupo hasa zaidi kwa ajili hiyo kwamba sisi tupoteze, na katika mambo haya anawafanya sasa hivi katika mechi ya shirikisho tayari yeye pile ameshawahi kufanya katika ile dabi iliyoahirishwa mm. Alikuja akatufanyia vituko, alituzuia hapa tusiingie kufanya mazoezi, na alikuja baadaye akafungua mageti kwa ajili ya kuwaruhusu Yanga waingie hapa kuja kucheza mechi, wakati watu hakuna, hakuna nani, hakuna usimamizi wowote. Kwa hiyo ni mtu ambaye sisi kwetu ni mtu hatari, ingawa yeye sisi kwa nyinyi, manake kama wazee wa Simba manake hamna <coughs> imani naye, hatuna imani hata kidogo mm. na ndio maana tuko hapa leo ni siku ya nne madhumuni ya kutaka kuzungumza naye hmm. kwa sababu sisi kuna taarifa ambayo tumepata, kuna wanachama washabiki ambao wanataka kuja kumfanyia vurugu hmm. sisi tukaona kwamba haifai, tutangulie sisi hmm. tukae naye ofisini kwake tuongee nayo, ili ikiwezekana katika kabla hii mechi ya nani ya ya ya ya kucheza sisi shirikisho na Waarabu, yeye ingekaa pembeni atupishe tum ni mechi alafu tuje kufanya nini. Madhumuni yetu sisi ni kumsaidia yeye. Yani unakosema awapishe eh? Inawezekana mimi sijakuelewa au pale e, eh, wa Tanzania pamoja na wana Simba hawajakuelewa, wawapishe kwa stili gani ehe? Eh, kutupisha sisi anaweza kaomba likizo mm. Mimi naomba likizo ya siku tatu ili akae pembeni ili sisi tuweze kumaliza hii game yetu mm. Kutokana na jinsi watu wanavyomfikiria yeye mm. naona lakini watu hawamwamini na sisi pia hatuna imani naye, lakini sisi tunakuja hapa kama wazee kama unavyotuona hapa, kuja tuzungumze naye kwanza awali, kabla mambo mengine hayo hayajatokea. Umezungumzia eh, kuna mipango eh, mwenyewe kwa maana kutaka nyinyi kupoteza mchezo wa Al Masry. Mi nataka nifahamu kwanza nyinyi me, mmeweza me, kujuaje eh, ni kwamba yeye anataka au anashiriki kwenye kuwahujumu, na unazani labda ile kuwagomea kwenye mechi ya adabi baada ya mgogoro kutokea imeshawishi pia hiyo eh, kama mtu upatwa na asila labda vile hayo yote. Hey, hayo ambayo unayozungumza sisi sio kwamba tunadhania, kutokana na kauli zake yeye mwenyewe hmm. tunazipata sisi kwamba hawa hawatuweza kufanikiwa katika mechi yao pamoja na Waarabu kama alivyokuwa mwanzoni mm, alivyokuja kuzungumza katika sisi kutokufanikiwa kuingia hapa kufanya mazoezi katika mechi ule, ya dabi. Kwa hiyo mwongozo ule yanaendelea nao, na sisi tayari tumeshapata mashaka, mashaka ambayo yanatufanya sisi yeye ya yana msimamo mbaya kwetu sisi. Kwa hiyo mapema kabisa sisi tumeligundua hili jambo, tunaona kwamba aombe tu likizo kwa viongozi wake, akae pembeni, ili sisi tuweze kumaliza mechi yetu na chochote kitachotokea, tutakuwa na imani kwamba yeye hayupo.